Silaha ya hofu the weapon of fear, mashaka doubt, na woga ni silaha yenye nguvu sana kwenye ulimwengu wa Shetani kuliko silaha yoyote. Shetani, devil, hana nguvu kabisa. He is powerless. Hana nguvu kabisa. Lakini alichofanikiwa ni kutengeneza hofu, is woga na mashaka doubt, ili aweze kutimiza kitu chake anachokitaka na ndio maana utaona you, mawakala wa shetani mara nyingi sana utakuta wamejitengenezea vitu kwenye miili yao vyenye kukutisha. Mara watajichola mapicha, watavaa makombe hivi

ili kupata imani yako na kutimiza ndoto yake. Lakini ukiangalia Mungu ago, Mungu hana haja ya kujitambulisha no in Mungu Mungu so vitisho, threats, na ndo maana Mungu amejificha. Kwa Shetani hutengeneza vitisho na akiona bado hujatishika uamua Kufanya pass, kitu kinaitwa sacrifice. Sacrifice. Sadaka ya mauti au ya damu mbele ya macho yako. Kashangaa huko kwa mganga ujaogopa. Kashangaa ulienda naye ghafla, kadondoka akadondoka chini pu, akatoa mapovu hiyo yote ni fall. Viini macho oh. Au ghafla, ukashangaa ameshika kuku hivi amemnyofoa kichwa hata Afaka, nyonya ile damu. Pakapaka madamu hivi. Baadaye unaanza. Ndio. Nakuja. Yote hiyo ni kukutengenezea <laughs> vitisho. Niko hapa kukwambia. I'm here to tell you. Kila mbinu anayotumia Shetani ni kutengeneza vitisho, ili awatawanye, ili aanze kumkamata mmoja mmoja, anamfanya chakula chake. Kama vile simba ungurumani, simba yeyote aliyoko kwenye mawindo huo awezi kwenda kwenye kundi lililo katika umoja na kula swala, lazima kwanza aungurume na afanyeya kutaka kuondoa why, wale swala utawanyika na kukimbia. Na kila mmoja utawanyikia sehemu isiyojulikana, ndipo simba umlenga moja moja kumfanya kuwa chakula chake.